Viongozi wa upinzani sasa wanaonya kuwa watakwenda mahakamani kupinga uteuzi wa makamishina wapya wa IEBC iwapo Rais Ruto atawateua wendani wake. Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Eugene Wamalwa wamesema baadhi ya wale ambao wamefika mbele ya jopo la uteuzi ni marafiki wa kinara wa ODM Raila Odinga na Rais Ruto We the recruitment process of the commissioners with the ultimate objective of capturing the electoral management body. In fact, we can go as far as saying he is trying to recruit a William Ruto commission huyu mama aitwa Joy Medivo kwa mfano yeye hakika hawezi akiingia huyo kama mwenyekiti kwa mfano huyo ni Ruto Ruto kabisa, hatuwezi <laughs> na tuna haki kwenda mahakamani, sababu tuna tuliweka ile ripoti kwenye sheria, na ndio sababu kwa statement yetu tumesema maswala haya sasa tutaishughulikia kisiasa na vilevile kisheria.